Wale walioko uwanjani hata na wale ambao mwenyekiti kasema wamejificha vichochoroni, hao wameshafika, wapo, tunao, lakini tuna kundi kubwa zaidi ambalo linatufuatilia. Ndugu zangu, mkutano huu, mikutano yetu hii, tunawafanya watu waache kazi wasikilize, na ndio maana kila tunalolizungumza ukirudi mtaani utaambiwa, utapata salamu kutoka kila kipembe cha dunia, kwa sababu wenzetu, wananchi wenzetu, wazanzibari wenzetu wanafuatilia kwa sababu tunazungumza mustakabala wa nchi yao. Kwa hivyo tuwashukuru nyote, kusema kweli, ndio ndio mwanzo wa kutengeneza Ndugu zangu, leo tupo jimbo la Chwaka. Ukizungumza Zanzibar huwezi kuizungumza bila ya Chwaka. Hii ndiyo sehemu ambayo unasema ya wananchi wenye nchi hasa, wanaoifahamu, wanaojua uchungu wa nchi na fahari ya nchi yao ya Zanzibar ni jimbo la Chwaka na tunajinasibisha sana. Mtu wa Chwaka, mtu wa Uroa, mtu wa Marumbi humtowi na Zanziba yake. Lakini swala tujiulize, maana huku tunakokwenda, tujiulize maswali sahihi, ili tupate majibu sahihi, na kama hatuna majibu tukayatafuta inshaallah tarehe 29 Oktoba. Wakati tunajinasibu na nchi, tujiulize hiyo nchi tunayo? Na tunaji, tunajinasibu na serikali yetu ya mapinduzi Zanzibar, hiyo serikali tunayo? hayo mapinduzi tunayo? Sasa lazima tuyajue haya maanake tunajiuliza na wenyewe tunadhani kwamba tumo kwenye nchi nchi tunayo. Lakini ndugu zangu, tukijiuliza maswali sahihi, tukapata majibu sahihi, kazi yetu tarehe 29 itakuwa kazi kwanza sahihi, na hatutafanya makosa katika uamuzi wetu tarehe 29 Oktoba. Leo tumo kwenye tunaambiwa tumo kwenye muungano. Ndugu zangu, muungano huu ulitegemea kwamba kama ni nchi mbili ziliungana, basi mnapotafuta wa kuyaendesha mambo yenu ya muungano, maana hapo ndio pa kuanzia, ni vipi mnaendesha mambo yenu ya pamoja kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu, ndugu zangu, tuna mambo ya pamoja ndio haya tunayoita ya, ya muungano. Halafu tuna mambo yasiyokuwa ya, ya muungano ya Tanzania bara. Tuna mambo yasiyokuwa ya muungano ya, ya Zanzibar. Bahati mbaya tuseme, yale mambo ya muungano ya yanaendeshwa na serikali ya muungano ambayo ndiyo pia inaendesha mambo yasiyokuwa ya muungano ya Tanzania bara. Kwa hivyo wenzetu wamechukua kile kikapu cha pamoja, wakatia naya kwao sasa, lakini hayakutiwa alama, hayakutiwa alama kwenye mapato, hayakutiwa alama kwenye matumizi, hayakutiwa alama kwenye kutumia faida za haya mambo ya pamoja. Na bahati mbaya sana ni kwamba sisi Zanzibar tumechukua yale ya ujanadume wetu, yale ya nchi kwelikweli yanayoifanya nchi ikaenda, yote yakatumbukizwa kwenye muungano. Tulianza kutumbukiza machache wenzetu kidogo kidogo wakamega ni kama sijui vile tu, uliko umesinzia, anakuja anachukua moja moja anatia kwenye kapu la pamoja. Ukisimama hivi anakwambia, ah, najua hii kapu yetu na kumi na mbili. Sasa tokea alianza kumi na mbili, kumi na moja, hati ya muungano ina mambo kumi na moja ya muungano ile ambayo wazee wetu walikubaliana kwamba haya tuyaendeshe kwa pamoja. Leo yako arobaini na moja. Sasa nikuulize mtu wa Chwaka hapo, una nchi tena?